Jux, uh, alikuwa ex wako yeah? Relationship ya relationship yako na Jux ilikuwa u ikemume wa mtu, nisingependa sana kuongelea kwa sababu unajua mtu ameshakuwa ameoa sasa hivi. <sighs> Ok, okay. okay. okay. Just okay. No offense. Tulikuwa na mahusiano tu mazuri Mm, ambayo hayakuwa na shida yoyote labda, mm, niseme hivyo mm, lakini ilitokea separation kwa sababu mimi nilipatwa na matatizo yangu na yeye akabaki mm. basi ikawa hiyo separation yetu ilichangiwa na tatizo hilo. Uliumia after that separation? Nadhani mm, mimi actually I was the one who asked him to move on. Okay. Yes, kwa sababu nilijua I'm going to spend a lot of time naomba kidogo hapa niongee kwa Kiswahili kwa sababu mm. kuna watu wengi ambao watakuwa hawaelewi nachokisema. mm -hmm. Uh, kulingana na mambo yale kwa amenipata mm. mimi ndo nilikuwa ni mmoja wapo ambaye nilimu, nilimuomba yeye to move on, to move forward, aendelee tu na maisha mengine. kama ilipangwa, basi tutakuja kukutana na maisha mengine mm. na kama haikupangwa, basi kila mtu ataendelea hivyo